Walifikiria pesa zita zitawasaidia hawakujua kwamba kwenye kampeni, kwenye mambo haya pesa haifanyi kazi. Inayofanya kazi ni dhamira ya watu, maamuzi ya watu na ari yao, na hasa ari ya mabadiliko ambayo sote tunayo. CCM kumebakia kule, ni kampuni au wakala wa ajira. Anayekwenda kule anakwenda kutafuta labda ajira, au ana tumbo limepungua anaenda kuongeza. Ndio maana kila siku kwenye mikutano wanavijukiukiwa, wana nini, vijukiukiwa Unajiuliza, mkutano wa jimbo au kuna, kuna promotion ya ndoo za plastiki au sijui kuna hayafahamiki. Sasa waje wakiyaona haya, jamaa tabali hoi, wamekata moto. Ndio maana nasema nawashukuru kweli kweli, hii ni sauti yenu na sauti yenu hii, tumesimama hapa leo, wanaiona, walioko Marekani wanaiona, walioko Uingereza wanaiona, walioko Kanada wanaiona, walioko dunia nzima wanawaona mmesimama hapa, hamtaki chochote, mnachotaka ni mabadiliko katika nchi yetu, au si hivyo jamani? tunachotaka mabadiliko katika nchi yetu. Tunachotaka ni haki zetu za kiuja na nchi, haki zetu za nchi, au sivyo jamani? Sasa nani mwenye kiburi cha kusema hatupati haki zetu? Mtakubali? Ndio maana naomba baada ya shukurani hizo, nimwombe kwa heshima kubwa sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anauona umati huu, ameona tulivyokwenda Mtambwe, ameona tulivyokwenda Kiuyu, ameona tulivyokwenda Chonga. Hawa wote wanyonge, hakuna tajiri hapa hawa wote wanyonge katika nchi yao wanachotafuta ni haki yao katika nchi yao. Kwa nini waje wauliwe kwa kudai haki yao? Kwa nini? Kwa nini? Mimi naomba nikumbushe, na naomba kwa heshima kubwa nimkumbushe rais Samia, mwaka elfu mbili baada ya uchaguzi kuharibika katika majimbo 16 pale Unguja, baada ya wiki moja, rais Mkapa alileta ndege ya serikali Unguja, tukaenda kumwona mimi na mzee Abdurahmani Mwinyi Mbegu, mimi nikiwa katibu mkuu wa wizara wa ofisi ya waziri kiongozi nayeshughulikia sheria ambaye tume ya uchaguzi ilikuwa chini yangu, na mzee Mwinyi Mbegu ambaye alikuwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi. Tukaenda Dar es Salaam, sisi watu wawili, tukakutana naye akiwa watatu sisi watatu, akatuambia sikilizeni, mimi ndio mwenye dhamana ya usalama katika nchi hii, ndio mwenye dhamana ya utulivu katika nchi hii, siwezi kuliweka jeshi muda usiojulikana kwa mambo ya kiraia. Nachotaka kauli yenu, haya mambo mnakwenda kuyamaliza lini? Rais Mkapa hakumwita rais. Rais Mkapa hakumwita waziri, alituita sisi ambao tulikuwa na dhamana ya jambo lile, lakini kauli yake ilikuwa ni hiyo. Na mimi ninachomuomba Rais Samia hapa, na nimemuomba hapa, namuomba hapa na yasema hapa Gando, kwa nini walioyafanya ishirini ishirini, wakawapa watu ushindi wa wizi baada ya kuua watu, kujeruhi watu, hawa waliopewa ushindi wa wizi